Umenipa penzi lako sikujua kama lina mwisho. Umenipa rikizo umenipa rikizo tabasamu kilonionyesha na mapenzi yote ukiyonipa. Umenisariti we sijaamini, kwamba we mama una unoma yote nilivyokupa. Yeah, na ito Scott Beatz touchy touchable, kutoka Safi Nation Music, ni producer halali kabisa wa Safination Music. Uh, twende tukaicheki basi, i plugin ni ka plugin kadogo sana ka plugin ka Neuro. Tunasema ni, ni program ndogo lakini mambo yake ni makubwa. Uh, inaitwa Neuro Audio Complete Bundle hapa. Uh, kama unavyoona hapa kwangu. Uh, inasoma nyingi sana hapa, iko vision ya kwanza na ya pili. Uh, hii ya kwanza si itumiagi sana ambayo ndo hii hapa ni vision ya kwanza kabisa. Aa, ni hapa, ni vision ya kwanza. Aa, lakini hii siitumiagi sana. Kuna vision ya pili ambayo ni hii hapa extract blow, ambao nuro ah, kama unavyoona ni hapa, ni vision ya pili extract nuro ah, hii plugin yetu, tukawasha sauti yetu kwanza. Sound yetu ita sound. Umenipa penzi lako, sikujua kama rina mwisho, umenipa rikizo, umenipa rikizo. Ime sound hapo, sound yetu. So twende tukacheki preset hii bwana, program yetu unavyoona naitwa Nuro. Hii iko bando, iko bando ah, kama unavyoona huku katika katika blows yetu huku ah, tukiangalia hii Nuro Ah, tunaona hapa kuna hii ah, program ya kwanza, vision ya kwanza ah, imekosa deiza na delay ah, kwa kuweka peke yake deiza na delay. Endapo ukitaka kutumia deiza ama delay peke yake, haijawekwa peke yake ah, tutaelezea tu vision ambayo, ah, ya complete. hii complete. tuende kwa complete kwanza, kwakwanza ah, tumeweka hii hapa X like pro ambayo ndiyo ipo complete uh, kama tunavyoiona hapa uh, ina saturation. Ina saturation, lakini pia ina dynamic uh, ina toni, ina modura, lakini pia ina maximizer uh, hii saturation, saturation. So uh, kuna saturation hapa, unaweza ukapima kiwango cha saturation. Uh, kuna crisp hapa lakini pia kuna sati uh, katika dynamic katika dynamic hapa utakuta transient, utakuta side chain amount aa, uh, na vitu vingine. Hii ni dynamic, lakini dynamic chini yake ina compressor sawa. Uh, ina compressor, ina sharp hapa chini ina color uh, vitu kama hivyo. Aa, lakini katika toni katika toni tutakuta kuna equalizer na hizi equalizer ina maana hapa, aa, tunaweza kufanya EQ. Tunaweza kufanya EQ hapa EQ, lakini katika modura pia, aa, tunaweza J chorus hapa, unaweza uka peleka hapa kwa kuchagua yoyote ambayo wewe utahitaji. Katika modura aa, chini yake pia kuna nobu za ku za kuzungusha hapa kama vile drift, kuna modi, kuna analog na kuna depth, lakini katika maximizer na uh, utakuta kama hivyo ilivyo. Uh, uh, uzuri, uh, unaweza ukazima usiohitaji. Uh, kuna knob za kuzima huku, kusema naacha labda compressor peke yake katika dynamic uh, unaacha saturation peke yake uh, lakini hatujaachwa ya hivi hivi tukawekewa na preset gonna preset hapa kwa maana nataka kumix nini. Hii bwana ina mix kiki, ina mix drum, mix bass, snare and claps. Hapo uh, percussion hapo, bass, sabu and eh, hapo ina acoustic guitar, uh, electric guitar na nyingine nyingi. Uh, lakini kwa upande wa vocal tutaingia katika preset ya vocal, tutaangalia taka tu mix vocal, wewe ka Ukikliki tu hapo basi yenyewe ishaji complete tayari kutokana na voko wewe ambao unayohitaji. Hebu ebu tusikilize vokoo tumei complete vipi? Tabasamu kilonionyesha na mapenzi yote itukizima onipa umenisariti we tuki sijamini kwamba we mama una ulu. So, tunde tuka tu select hapa kwa kuseti uh, preset tuone nini mabadiliko yake. Nekas, preset ya pili Umenipa penzi lako sikujua, uh, kama rina mwisho umenipa rikizo. Lakini pia kama ujaipenda haujapenda uh, labda uh, dynamiki unaweza ukazima dynamiki, kabatia hivyo, unaweza ukazima toni oh, na, saturation modula na maximizer ondo lakini ukazima maximizer ukazima mudura tu ukaacha saturation. Ukionipa umenisariti we, sijamini kwamba we ah. Tuende preset nyingine. Hey, mama, una uluma yote livyokupa umenipa penzi lako. Preset zipo nyingi, preset zipo nyingi, zipo nyingi sana preset Ah, sikujua kama rina mwisho, umeniparikizo umeniparikizo tabasamu. Ah, pia we mwenyewe unaweza ukakomplesi, unaweza uka ukaikomplesi uka, unaweza ukafanya EQ kidogo kwa kugusagusa, labda kuna matokeo unayahitaji alafu hayako sawa hapa. Ah, lakini pia unaweza ukafanya hivi vitu kwa kutumia kwa kutumia Preset moja ya kwake, labda unataka preset ya ya toni, unaweza ukaweka toni peke yake hii hapa ya toni peke yake, ukafanya na equalizer hapa toni peke yake. Lakini ukataka transient peke yake, unaweza ukaweka peke yake hiyo uka transient, sawa tu ni wewe. Aa, unaweza ukaweka, kuna mode delay, kuna compressor hii hapa peke yake compressor ukaweka compressor peke yake ukafanya compress peke yake, lakini pia uh, unaweza ukachagua preset za compressor uh, uh, ujiacho. Kuna serend hapa, kuna Xvox uh, hii Xvox ni ile vision ya kwanza. Uh, kuna Xpinch ambayo ni kama auto-tune. Xpinch hii ni kama auto-tune. Yes, Xpinch Xpinch ni hapa. Xpinch ni kama autotune, tunaielewa hii hapa. hilo nionyesha na mapenzi yote ukionipa umenisaliti we sijamini kwamba, so tuende tukazimia autotune yetu kwanza. Uh, tukazimia autotune yetu kwa, yes, tuzime autotune yetu hapa. Yes, mzima autotune yetu kwamba wewe Mama una uluma vyote uh, yes, okay, livyokupa umenipa penzi lako sikujua hmm, kama rina mwisho umenipa rikizo, umenipa rikizo tabasamu kilo nionyesha na mapenzi ah, la yote kiyonipa umenisariti we ah, sijani ah. Lakini pia ina delay na ina reverb. Mama una huruma Yoke, yes, livyo kupa ha. hii program ni mzuri, inaitwa ne Neuro Audio Complete, inaitwa Neuro Audio Complete ha. Kama unaitaka hii plugin, unaweza ukanicheki kwa sifuri saba kumi kumi na tatu sitini na tano ishirini na tisa. Ndio namba yangu ya WhatsApp, weni cheki, Tutabonga Tutabonga, kujipatia hii program. Ni plugin mzuri kabisa, inaitwa ne Neuro Audio Complete, sio hiyo tu, kuna nyingine nyingi unaweza ukajipatia. Karibu tu ndugu yangu rafiki yangu A, pia usisahau kusubscribe channel yangu, ku like, kushare na kukomenti A, ili niweze kupata moyo na mimi wa kuendelea kufanya tutorial, ili wengi ziwafikie wengi, waendelee kujua maana ya preset na program ambazo zitakuwa zinafanya vizuri A, karibu na asante. Naitwa Scott Beatz ztachitachabo kutoka Safination Music ni halali producer.